Hey, mambo vipi, karibu sana tunaendelea na kujifunza c programming language, na bado tupo katika kipengele cha function mdogo mdogo, tunaendelea kujifunza function. So leo tutakwenda kuangalia aina mbili nyingine za function baada ya kuangalia function function na user defined function. katika video iliyopita, leo tutazungumzia kuhusiana na void function na return type function. Aina hizi mbili za function tayari tumesha tumejifunza i mean, tumeziongelea na kuzionyesha mifano katika video mbili za mwanzo tulipokuwa tunapeana utangulizi wa function. Kwa hiyo haitokuwa ngumu sana kuweza kuelewa leo na hata tutachukua muda mkubwa sana, so kuweza kutengeneza void function. Ambao ukisikia void function, ile function haireturn value yoyote, na tunatumia keyword ya void. So just kwa kutengeneza, utaanza kwa kuweka void, jina la function yako, mfano say hello Okay, function yetu pia haitokuwa na parameters so moja kwa moja ndani humu just tutaweka tu cout. Kama utakuwa na maswali yoyote kuhusiana na hiki ambacho tunajifunza, usisite kuweza kuuliza katika sehemu ya comment. So world simple message kama hivi tayari imeisha, then tuweza kufunga hapa. Katika main function yetu tunaicall tu function yetu hii ya void ambayo inaitwa kama ni say hello okay. So wacha tuweze ku call say hello jina la function yetu, bila kusahau mabano haya. Then kwa vile function ya main ina return type ya int, so acha tu return, tuweke keyword yetu ya return zero. Then wacha tuweze kucompile na kurun tuone output. Yeah, imetoka message hello world, very simple. Kwa hiyo huu ndio mfano wa hii function aina ya, ya void function ambayo inakuwa hai return value yoyote kama unahitaji tu kudisplay just a message, kuwa na function ambayo kuna message mara nyingi una display katika programu yako, basi unaweza ukaitengeneza kila ambapo panahitajika kuweza kuonekana meseji hiyo ukawa na call to na ikawa inaonekana very simple. Lakini tumalizie na aina hii ya pili ambayo nimepanga leo tuweze kuizungumzia, return type function. Ni zile function zote ambazo zina return sasa value. Ni kinyume cha void function, hii ina return value, ambapo tupo na aina takriban nyingi lakini hizi tatu ndio maarufu: int, float, string. Okay, hizi ndio return type ambazo tutakuwa tukizitumia sana. Zipo na nyingine tutakuwa unaziona kila tukapozidi kuweza So, tutengeneze mfano wa return type function. Unaanza tumesema na return type. Kama hauna return type, ndio unatumia void. Lakini hapa tupo na return type, kwa tutaanza. Unahitaji ku return value gani? Aina ya value yako ni value aina gani? Integer, float ama string? Kwa hapa sisi ni int. Utaandika jina la hiyo function yako. Then humo ndani utaangalia. Utaweza kupitisha parameters zako. Lete, mimi napitisha int a. Nimekwambia Uh, mifano hii ya leo tayari tumeifanya huko nyuma, kwa hiyo sio ngumu kwako kuweza kuelewa hapa. So tuta return, keyword ya return ni muhimu kuzingatia. Unapotumia return type function lazima basi uweze kuweka. So plus b unaweza ukakutana na error ukajiuliza, ni error gani? Kumbe just umesahau kuweka keyword return, kwa vile umeweka return type function. Kuhakikisha unazingatia hilo na kukumbuka, so tutakuja kuicall hapa function yetu katika main function, just kwa kuandika tu. Let's say c out jumbe, c out kitu gani? uh, result, I mean, the result, the sum, salafu hapa wacha tu call function yetu ambao ni add, kwa vile tumepitisha parameters, kumbuka kupitisha na argument zile value ki, kwa sababu usipopitisha kitu hapa manake inaweza ikaleta errors kia kuna value hapa zimepitishwa alafu I mean variable, alafu hazina value yoyote. So hapa tuweze kupitisha mbili na nne baada ya hapo tutakuwa tumemaliza. Kwa hapa tukiweza kucompile na kuran programu yetu, output ambayo tutaipata ni jibu the sum is 6. So 6 ni ile return value ambayo inarudishwa kutokana na hii function yetu hapo, very simple, kama hivyo, hiyo ndio a return type function, aina hiyo ya function. So, natumai umeweza kujifunza hizi aina mbili za function, void function, return type function, ukijumlisha na zile mbili zilizopita, built-in na user-defined function tayari tumeona aina nne hizo za function. Kwa hiyo video inayofuata, tutakuja kuangalia parameterized function na tutakuja kuangalia pia function ambayo ina default parameters, jinsi ya kuweka default parameters katika function yako. Asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Usipitwe basi na mwendelezo wa hapa ambapo tumeishia.